Alafu nyinyi watu wa Baringo North ati sasa saa hizi late jioni mnataka kujifunza banditry. Ati sasa mnataka kutafuta saa hii hapa kwa Baringo North hapa mnataka kutafuta ati umorani. You are the kind of people that Jesus would have written a letter to like in the book of Revelation. Tuache hii pettiness ya hapa ya, ya kusema Oh, ati mimi nimejipanga nimepanga watu yangu. Watu yako kutoka wapi? The only mpango unaweza patia watu wa Kerio Valley, hii ni mpango ya amani, mpango ya masomo, mpango ya maendeleo. Hiyo ndio unaweza jikamba na upike chest kusema mimi ni mwanaume ama mimi ni mwanamke ambaye ni mwanamke ametimia. But hii ya kusema ati sasa tuko na bunduki mia moja mia mbili hiyo ni kupotea ya kupotea na kupotea.